So, wamekuwa wakizoea kutumia kawa aina ya arabika kwa hiyo tumewatengenezea <coughs> e, fomula maalum kwa ajili yao. Kwa hiyo tuna product inaitwa e, Kilimanjaro Kev. Hii ina mchanganyiko wa arabika pamoja na kawa ya robusta. Kwa hiyo ziko kwenye pak za aina tofauti. <coughs> wale ambao wanapenda e, e, zile ambazo zinakuwa na bei nafuu kidogo ziko kwenye pak kama namna hii ambazo za mfumo huu gharama zake ni ndogo, Tanzania yote anaweza afford kununua, lakini <coughs> kuna size kama hii, hizi hapa zinakuwa ni gramu hamsini, lakini tuna pack pia gramu mia moja na tuna pack pia gramu mia mbili na hamsini. Kwa hiyo hizi kama zinapatikana kwenye supermarkets mbalimbali mbali, e, hapa Tanzania <coughs> na pia <coughs> mbali na kahawa tuna bidhaa nyingine ambazo ni maji. Kama tunavyoona maji haya <coughs> yana jina la Tanica kama ilivyokuwa kwenye kahawa. Maji yanapatikana zaidi sana ni kanda ya ziwa, <coughs> mkoa wa Kagera na mikoa mingine jirani, Tanica water. Kwa hiyo mbali na haya mambo yote, tunatoa huduma pia za kuchakata kahawa kwa ajili ya wateja wengine mbalimbali Unaweza ukanua kawa yako ukaleta